Siku moja Abdul Malik ibn Marwan alikwenda Madina, alikuwa anakwenda haji taban, akapita Madina al-Munawara. Asubuhi alipoamka, akamtuma mfanyakazi wake anaitwa Maisara, kamwambia, Maisara, nenda msikitini kwa mtume, Masjid Nabawi, kamtizame muhadithi yoyote katika mashekhe, mwambie aje atupe hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam. Maisara akatoka akaenda msikitini kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akatizama halakati zilizokuwemo, akaona halaka moja ina mtu mzima hivi kama miyaka sitini na akamwita kwa kutumia kidole chake ili mzee, akaendelea tu na kusomesha, akamwambia anta anta ala tara annani ushiru ilaik

Yule bwana akasema lastu bi muhaddithihi, mimi sio mzungumzaji wake. Kamwambia hivyo aamjibu. Kiongozi huyu katumwa na kiongozi, kenda yule kapeleka salamu kama alivyozipokea. Nimemkuta mtu mzima anasomesha, nimemwambia unaitwa, kanijibu yeye kwamba yeye si mzungumzaji wake wala si muhadithi wako. Amiri akashtuka, yuko vipi? yuko hivi hivi hivi. Asema dhaka Said ibn al-Musayyib ya laitahu lam tukallimuhu wa lam ta'tihi. Amiri anasema nishamjua huyo huyo, anaitwa Said ibn al-Musayyib, natamani usingeenda wala usingeongea naye huyo, hata kuja Amiri alikuwa na watoto wake wawili, mmoja mkubwa, mmoja mdogo. Wale watoto wakashtuka, man hadha alladhi yamtaniu an yati amira lmuminin, ni nani huyu? Anajifanya hataki kuja, anaitwa na amiru lmuminin, mtu ambaye khadaat lahu arriqab, majusi, mayahudi, manasara wote wako chini yake, wako chini ya amri yake, anaitwa huyo, anakataa kuja, ni nani huyo? Yule kaka yake akamwambia, tulia, tulia Huyu ndo yule yule ambaye babako alienda kuposa, kumposea kakaako walidi bni Abdul Malik bni Marwan, binti yake. Huyu mzee ana binti, tulienda kuposa tena, babako alienda kuposa na kamnyima, hajamwozesha n Said bni Musayyib. Binti yake kaposwa na Abdul Malik bni Marwan kwa ajili ya mwanawe nani

binti yake ametakiwa kuozeshwa Walid ibn Abdul, kakataa yule kijana. Akauliza, ikiwa kakataa kumwozesha prince waliyu lahd binti yake, ina maana kulikuwa kuna mwanamume gani mwengine bora kiachia prince huyu? Maanake mwanamke huyu anachukuliwa kwenda katika baiti lkhilafa, baadaye itakuwa princess na baada ya muda pengine itakuwa ndo mke wa amir. Kuna mambo makubwa zaidi hayo katika ya kidunia, lakini Said ibn Said ibn al-Musayyib kakata, anamwambia yule mtumishi wake, mwambie Abdul Malik ibn Marwan, inal masjida hakika, hu msikiti muttasiun, ni mpana kuna sehemu na yeye kama anataka kuja kukaa pamoja nasi kusoma, mwambie aje, liahdhur wa inna alhaditha yu'ta ilayhi wala ya'ti, na hizo hadithi anazozitaka yeye zinafuatwa, hazimfuati mtu. Elimu inatafutwa, haimtafuti mtu. Ni nasaha nzuri, wala hajatukana kwamba tafuta elimu, sio elimu inakutafuta wewe. Usitumie cheo chako vibaya. Said bin al-Musayyib yuko nyumbani kwake na wanafunzi wake, anaye miongoni mwa wanafunzi wake wengi mmoja huyo, nitakupa habari yake, lakini huku anamjibu yule mwanawe, anamwambia kamuozesha nani? Sasa kamba kamuozesha tu kijana mmoja miongoni mwa wanafunzi wake. Basi ndo kampa mtoto wake, kamnyima Prince al-Walid ibn Abdul Malik. Ilikuwaje akampa? Sasa habari zake, wakati anasomesha vijana wake Said ibn al-Musayyib, kuna kijana wake mmoja ameghibu muda mrefu, hayupo katika darasa, mpaka alipokuja akamwambia: ulikuwa wapi? Akamwambia, tuufiyat zaujati fa nshaghaltu bi janazatiha wa dafniha Mke wangu alifariki, ndio maana mkawa hamnioni muda mrefu, nimeshughulika, nimemzika. Huzuni kubwa alikuwa nayo, niko peke, sina mke sasa, ndio maana muda hunioni. Sasa nimerudi kama kawaida. Baada ya asema, tukimaliza darsa, watu wameondoka, akaniambia, hal fakarta fi zawaji maratan thania, ushafikiria kuhusu kuoa tena mke mwingine Kijana akajibu, wa man yuzawijuni, unafikiri Said bin Musayyib kuoa ni kitu rahisi? Hawa watu tulokuwa nao sasa hivi nani atakubali? Laqad nashatu yatiman baina nnas, watu wote wananijua mimi mwenyewe nimekulia yatima, sina wazazi na sina kitu, sina hata mahari ya kuoa tena, nani ataniwezesha? Akasema ana afal ile, Said bin Musayyib ana afal mimi nitakuozesha yule. Kama kapata shok yule mwanafunzi, ant? Wewe unaniozesha? Ana alladhi la amliku illa dirhamaini au thalatha, mimi hela zangu, akaunti yangu dirham mbili au tatu, unaenda kuniozesha? Ana uzawijuka bidirhamaini, nitakuozesha binti yangu. Ukumbuke yule aliyetakwa kwa prince zama, nitakuozesha mahari yake dirham mbili Hajakaa sawa mwanafunzi akiitwa Abu Wadaa, hajakaa sawa mwalimu, akawaita wanafunzi wengine, njoni njoni njoni njoni, halum. Mwalimu kuna nini? Sema nikamkuta, nasema alhamdulillah, nahmaduhu wa nastainuhu, khutba ya ndoa. Anasema kisha akaniozesha pale pale mahari yake dirham mbili ambazo sinazo, nimemtajia tu Akanambia nishakuozesha nda zako yo. Bwana anasema siku ile nilikuwa nimefunga, kwa furaha na shock niliyopata, nikasahau kama nimefunga. Eh, kweli mtu anaweza akasahau ile kama amefunga? Kukaa unakaa kimtego mtego, alafu usahau kama umefunga yani mpaka chakula umesahau. Basi yeye alisahau, akaingia nyumbani kwake Akawasha kibatari chake akaandaa futari yake. Anasema futari yangu ilikuwa mkate mkavu basi na mafuta zeti. Nataka kufutari, baadaye kidogo nasikia mlango nagongwa, nikauliza man bil bab, nani yuko mlangoni. Nikasikia Saidi. Anasema akili yangu ikazunguka kwa Saidi wote. Saidi nani huyo? Unajua Saidi wanakuwa wengi mara nyingine Saidi na saidinani huyu anakuja Saidi. Anasema nikafikiria kila Saidi isipokuwa Saidi ibn al-Musayyib. Sikufikiria kama ndoye, kumbe kwa yeye kaja mpaka nyumbani. Kafungua mlango kamwambia ya Sheikh, hala arsalta ilayya rasulan hatta atik?" Mbona umekuja wewe, si ungemtuma mtu tu, mimi nikaja mimi? Akasema anta ahaqqu an yu'ta ilayka al-yawm. Wewe siku ya leo una haki sisi ndo tuje kwako. Na hivyo ndivyo wanavyoambiwa bwana harusi. Unajua, hata kama umemwalika mheshimiwa rais siku ile, basi anakuheshimu kwa siku ile sana, anakukadimisha, anakuambia hongera. Unaona, anakupa wewe nini kwa sababu wewe ndo nani, anakuwa ile protokoli. Wewe ndo pale umetukusanya sisi sote sote, tumekuja kwa ajili yako kumwambia anta ahau ayuta ilaika, mimi na haki ya kuja kwako leo. Ah, umefuata nini? Anambia, nimeona umekaa muda mrefu bila mke na mke tushakuozesha, yule kishakuwa mkeo. Kwa hiyo nimeona leo usilale bila ya kuwa na mke wako. Akaondoka kidogo, kama huyu hapa mke wako, uko nyuma yake mgongo wake, huyu hapa mke wako nimeshakuletea leo, ana haki tena kukaa kule Sham. Lakini mi hela sijatoa. Amna, utatoa baadaye. Huyo hapo mke. Anasema nikamwona mwanamke mzuri mrembo kiasi, kwa sababu maamiri hawatafuti wake wabaya wabaya. Anakwenda mwendo wa haya. Anasema nilivyomwingiza ndani ya nyumba kwa ile haya ya mazingira ya nyumba yangu na kile kibatari changu na ile futari niloiweka pale, ninataka kula, basi nilitaka kukizima kile kibatari, sionekane ile futari yangu, aibu. Anasema binti kaingia ndani, kataka kuanguka kwa haya, kataka kuanguka. Anasema baadaye akafunga mlango, akaondoka, akatuacha mimi na mke wangu. Nikaenda nikamwambia majirani, jamani eh, nimeoa leo, nimeoa njoni, angalau mkaeni na mke wangu kidogo, mumpe muanasa. Kasema kikasikia kimama kimoja kikongwe, kanaambia, umemoa nani? Make we mwenyewe, una kitu kweli? Utaoa wapi? umemoa nani? Sababu amemoa binti yake Said bin Musayyib. Anasema una akili wewe. Uko sawa wewe lakini unajua unachokisema? Unasema kweli watu wakaja nyumbani kweli. Ah, kweli, kweli kampata binti ya Said bin Musayyib. Princess yule kweli kaozeshwa yeye? Yei wakikuona na wewe mke wako, na kuliza hili kwako waje ukampata. La yaskharu qaumu min qaumin asa an yakunu khayran minhu

Anasema nikaondoka nikaenda kwa mamangu mzazi, sina baba, nikawa yatimu. Mama, nimemwoa binti ya Said bin Musayyib. Asema rasuka ala rasi haramun, mimi na wewe usiniambie kitu chochote haramun. Hata ati niache kwanza nije nimshughulikie mke wako, yaani nimpambe, nimfanyie maandalizi, usifanye kitu chochote. Akaja mamake akamwandaa mke wake. Siku ya pili, anasema nimeenda zangu darsa watu wote baada ya darsa, wanaondoka mimi, akaniambia usiondoki. Baadaye watu wameondoka, akaniuliza yule biarusi, umempata vipi? Anauliza ana kuhusu maisha ya, akaambia alhamdulillah, kama vile anavyopata sadiq yanayomridhisha miongoni mwa mambo anayoyataraji na kuyatamani yuko sawa kabisa, yani fantastic. Akaambia, basi fungua chini ya zulia hapo, chini ya msala fungua, kuna kitu hapo, chukua. Kafungua, kukawa kuna fuko la hela. Akaambia chukua hizo katumie na mke wako zikisha, niambie. Yaani, mke umepewa na pesa pia za kutumia unapewa. Ingekuwa wewe ungesemaje? Wajinga ndo waliwao. Yaani kanipa binti yake yu, na hela juu na na bado ukai vizuri na mtoto wa watu. Wallahi, akhera kutakuwa na hisabu ngumu. Watu wanapendwa wanapewa watoto wa watu na biashara wanafunguliwa na hela na nini, na bado wanawaibia wakwezao na bado wanawatesa wakezao. Mtihani mkubwa. wailu lilmutaffifi. Saidi bin Musayyib anajua situation na hali za mkwewe. Enyi wakwe mliokuwa mna pesa, wapeni wakwe zenu hela hizo, wapeni neema ambazo Allah amekupeni. Said bin al-Musayyib akaja akaulizwa swali, ilikuwa kuwaje wewe ukenda ukamwozesha yule binti yako aliyetakwa kwenda kuwa princess, ukamkataa kijana wa amir ukampa huyo Asema ina mustaqbala bnati amanatun ala unuq, tambueni. Tambueni kwamba huyu binti yangu mimi ni amana juu ya shingo yangu, mimi ni masul kuhusu future yake, maisha yake, kuharibikiwa kwake, kutengekewa kwake, mimi ni masul, lazima niangalie hayo. Napomwezesha nimemfikiria binti yangu leo yuko katika kasri ya Bani Umayya, kulia kuna makhadamu, kushoto kuna makhadamu, kila pahala anatoa amri yeye tu akisikilizwa. Si kwamba usiende ukakaa katika kasri, lakini nimemchelea fitna hizi atoziweza. Huyu dini yake itakwenda kubadilika, huyu ataharibikiwa, huyu na kesho baadaye, pengine hiyo ndo kiongozi mkuu mumewe, yendo mke nilifikiria yote hayo, nikaifikiria dini yake, nikaona hapana, nikamtafute mtu ambaye atamhifadhia dini yake ataichunga dini yake atakuwa kufu katika masala hayo. Sisi leo hatufikirii hayo, sisi leo hatuyazingatii hayo. Ndio maana matatizo yetu na maswali yetu yanakosa majibu na solution.